Naam. E, bwana, kwa sasa hivi Zuchu anafuraha sana baada ya kuwa karibu na mzee mzima Diamond na kufanikiwa kuolewa na mzee mzima Diamond. Ni kitu ambacho kimefurahisha sana lakini pia kimefurahisha mashabiki walio wengi, bila shaka hata wewe hilo linakufurahisha. Sasa bwana, moja kati ya kitu ambacho Watanzania wengi au wa Afrika wanakipenda ni pale ambapo mwanamke akiolewa basi apate mimba kwa wakati, yaani akipata mimba tu wanaamini kabisa kwamba ndoa imejibu, na matokeo yake ndiyo haya sasa. Moja kati ya video ambazo zimetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii za Zuchu ni hii video hapa, ambayo unaona picha yake. Hii video bwana, imetrendi kwenye mitandao ya kijamii baada ya Zuchu kuonekana kwamba tumbo lake limetoka kidogo, basi mashabiki wakaanza kusema kwamba tayari ndoa imejibu kwa sasa Zuchu huenda akawa ana ujauzito wa mzee mzima Diamond. Lakini pia tukinukuu maneno ya Zuchu hapo mwanzo kabla ya kuwa ameolewa na mzee mzima Diamond, aliwahi kuzungumza kwamba akiolewa na mzee mzima Diamond hata sita kumbebea mimba, hata kumzalia watoto zaidi ya watano, kwa sababu ni mwanaume ambaye anampenda sana na anamuheshimu na anatamani kuishi naye maisha yote. Ni kitu ambacho Zuchu aliwahi kukizungumza, kwa hivyo sio ajabu kuona kwamba baada tu ya kuolewa ameanza tayari kubeba ujauzito kwa ajili ya mzee mzima Diamond. Na hiyo ni kwa sababu kuonyesha kwamba ndoa yao ipo hai na mwisho wa siku ndoa imejibu na vitu kama hizo, lakini pia kwa sasa hivi tunaona kwamba Zuchu ana ujasiri mkubwa tofauti na hapo mwanzo. Kwa sasa hivi ana uwezo wa kumwita Diamond jina lolote lile ambalo analitaka, ikiwa ni jina tu ambalo linaashiria furaha na amani. Kwa watu ambao wanapendana na watu ambao wameoana na vitu kama hizo. Ni kitu kizuri sana ambacho kinaendelea kati ya mzee mzima Diamond pamoja na Zuchu kwa sababu pia hata Diamond pia amekuwa proud sana na Zuchu akisema kwamba ni mwanamke ambaye muelewa, mzuri lakini pia anaheshima sana, Kitu ambacho kimefanya yeye aweze kuoa. Mwisho wa siku Diamond Platinumz alizungumza na kusema kwamba alipita kwa wanawake wengi sana ambao aliwahi kuwa nao na wengine aliwahi kuzaa nao, Lakini kwa Zuchu ni mwanamke tofauti kabisa, tofauti na wanawake ambao aliwahi kuwa nao. Kwake Zuchu, yeye ni kama mtoto akifika uh, na bembelezwa, anafanyiwa vitu ambavyo hakuwahi kufanyiwa kipindi cha nyuma katika mahusiano mengine ambayo aliwahi kuyapitia. Hicho ni kitu ambacho Diamond Platnumz amekuwa akikiri kwamba amekuwa na mahusiano ambayo uh, ya furaha sana kwa sasa hivi, tofauti na miaka yote ambayo amekuwa katika mahusiano. Aha. Bwana hivyo ndivyo jinsi ambavyo inavyokuwa, na mara nyingi sana mtu akiamua kuoa, ina maana tayari ameona kabisa huyu mtu naendana naye, naweza kuishi naye katika hali zote kwenye shida pamoja na raha. Ndio maana hata mzee mzima Diamond kwa kipindi chote amekuwa haoi, lakini ameua, kwa sasa ameoa kwa sababu ameona mtu ambaye ni sahihi na mtu ambaye anaweza kuendana naye. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo inakuwa. Ukipata mtu ambaye mnaendana, basi inabidi mfanye kitu ambacho kitawapa furaha na amani katika maisha yenu. Bwana, ni moja kati ya stori ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii mashabiki. Wanaamini kwamba ndoa imejibu kwa sasa hivi, Zuchu huenda akawa ni mjamzito na mimba ambayo anayo ni ya mzee mzima Diamond. Komenti moja ambayo nimeisoma ikanifurahisha, shabiki mmoja akasema kwamba mwanamke ambaye ni wa kwanza kabisa kuwa katika ndoa na mzee mzima, mzima Diamond Zuchu basi huyo ndo mwanamke wa kwanza ambaye amezaa akiwa kwenye ndoa na mzee mzima Diamond Platnumz. Bwana, katika hilo una maoni gani? Kwa habari na stori kali, subscribe ili uweze kupata habari na matukio mbalimbali.